fanya hafla ya kupongeza miaka minne ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, iliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Ibelamafipa iliyopo Kijiji cha Ilunde Halmashauri ya Mlele mkoani Katavi. Katika maadhimisho hayo Sungusungu sungu wa Mlele wameonekana kuwa kivutio wa kikubwa wakati wa maandamano ambao walionyesha hisia zao za shukrani kwa kuingia na nyimbo zao za asili. <tipa>

safani tunakupongeza, kupongeza mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa wanamuna muungano wa Tanzania, kwa kutimiza miaka minne ya uongozi wako. Kaziendelee, makofi mengi kwa bodaboda Mlele. Asanteni sana bodaboda, lakini pongezi nyingine zinatoka wizara ya maliasili na wakutimiza miaka minne ya uongozi wako we wow. ni muhifadhi a mbarimono wa Tanzania nisitu. Makofi mengi kwao taani, asante, naomba tupite. Abeasmi, maandamano bado yanaendelea, na hawa ni sungusungu Mlele. Sungusungu waye sungusungu waye mama Samia waye. Shabeasmi, sungusungu wanasema tunakupongeza mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan. Adapeta mbele yake ni maandamano, wakiwa wamebeba mabango mbalimbali na hawa wakizungumza viongozi mbalimbali mbali akiwemo mkuu wa wilaya hiyo Alhaji Majid Mwanga pamoja na ukurugenzi wake kutoka halmashauri ya wilaya ya Mlele na Mpimbwe wameelezea walivyopokea zaidi ya shilingi bilioni mia tano na saba kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa rais Samia Suluhu Hassan na kutumika katika miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo elimu, afya, miundombinu ya barabara, umeme na maji. Ndugu zangu katika wilaya ya Mlele, miaka minne ambayo tunayo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan takriban bilioni mia tano na saba milioni mia tatu hamsini na mbili laki nne arobaini na tisa na senti kumi na mbili zimeletwa katika wilaya ya Mlele. Hizi fedha ukizipanga, bilioni mia tano na saba ukizipanga, zitafika Marekani. Ukizipanga moja moja elfu kumi zitafika mpaka Marekani. Kama unabisha leta za kwako, tuzipange tuone zinafika. hata hata hapo sntaunyenye hazifiki, lakini za Mheshimiwa Rais zinavuka mipaka ya nchi. Hizi tu ni fedha ambazo zimeletwa katika wilaya yetu, na nyie wananchi mnajiuliza fedha hizi zaidi ya bilioni 507 zilizokuja hapa kwetu, tafsiri yake ni nini kwa maisha yetu ya wana Mlele pamoja wana wana Mpimbwe, kwanza mmeona grid ya taifa ambayo imeshakuja ndani ya wilaya na nyiye, ndani ya miaka yote tangia nchi hii iundwe, tangia kijiji hiki cha Ilunde kiumbwe, hamkuwahi kupata umeme, lakini ndani ya miaka minne ya mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, sasa umeme upo hapa Ilunde. Nasema uongo? Nasema kweli? Nasema kweli na wasema uongo, na mkae mkao wa kuunganishwa umeme hakuna kwenda kuchaji tena simu kwa mwenyekiti wa kitongoji, hakuna kwenda kuchaji simu kwa mtemi, hakuna kwenda kuchaji simu makao makuu ya kata. Sasa kila mmoja anakwenda kuchaji simu katika nyumba yake, anaangalia TV. Bajeti ya halmashauri imeongezeka. Tunapoongelea mbele la budget, manake ni matumizi ambayo tunaletewa mwaka elfu mbili ishirini na moja kumekuwa na ongezeko la bilioni kulikuwa na bilioni kumi laki tano na themanini mia mbili ishirini na moja lakini leo tuna bilioni kumi na nane laki moja na sabini na tano na mia nne na tano mia saba tisini sawa na ongezeko la asilimia arobaini na mbili katika kipindi hiki halmashauri pia imeweza kuongeza pato yake ya ndani ambapo mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili katika bajeti yake ilipanga kukusanya jumla ya shilingi bilioni moja nukta nane na ikaweza kukusanya, ikatimiza asilimia mia moja ishirini na sita jumla ya shilingi bilioni moja bilioni mia nane ziliweza kukusanywa na mpaka mwaka 2024 25, halmashauri imepanga kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3.2 ambapo mpaka sasa tumesha kukusanya bilioni 1.9. Mimi ni Swau Mkatambo.